Naam. Wengine kwa uchaguzi na mkutano wa kila mwaka wa baraza la wahariri nchini ziliahirishwa kutokana na ukosefu wa idadi ya kutosha ya wanachama. Afisa wa usimamizi wa uchaguzi wa baraza hilo, Sophie Kabiria, alisema kuwa mkutano huo haukuwa na idadi inayohitajika ya kutosha ya wanachama kwa minajili ya uchaguzi na mkutano wa kila mwaka ambao ni thuluthi mbili kuambatana na katiba ya KEG. Baraza kuu litakutana na kutangaza tarehe mpya ya uchaguzi katika muda wa siku thelathini. Jumatano asubuhi wanachama wa baraza la wahariri nchini walikusanyika katika chuo kikuu cha Daystar jijini Nairobi kwa uchaguzi na mkutano wa kila mwaka. Hata hivyo, kutokana na idadi ndogo ya wanachama, mkutano huo uliosubiriwa kwa hamu ulikwama kwa saa kadhaa, hata baada ya wanachama waliokuwepo kutakiwa kuwatafuta wenzao ili wajiunge na mkutano huo hata kupitia mitandaoni.

Na kufuatia hali hiyo, afisa mkuu wa usimamizi wa uchaguzi wa KEG, Sophie Kabiria hakuwa na jingine ila kusitisha mkutano na uchaguzi huo. Baraza kuu litakutana na kutangaza tarehe mpya katika muda wa siku 30. So So So there is no AGM. So, there is is no no AGM. election. So, we have a new date for elections as advised by the next executive committee meeting directions. Wanahabari waliobobea Zubeida Kananu na Ivono Kwara walikuwa wanangang'ania wadhifa wa rais. Zubeida Kananu anatafuta kuchaguliwa tena nyadhifa nyingine zinazowaniwa ni kitengo cha redio baina ya Topesta na Bosuba na Agnes Mwangangi, wote kutoka shirika la KBC. Wale walioshinda nyadhifa bila kupingwa ni pamoja na Millicent Awor wa KBC katika kitengo cha runinga, Linda Bach wa kitengo cha uchapishaji na Kenfrey Kiberenge wa kitengo cha mtandaoni.